Na nafanya vizuri kwenye kiwanda hiki cha muziki wa Bongo Flava, mshikaji anaitwa Wizzo Bad, vipi? Ana joint yake mpya, amekuja kwa Bless siku ya leo. Kwanza kabisa tulitamani kufahamu, tumfahamu vizuri kidogo, e, tumjue tumjue Wizzo Bad ni nani na ni aje kwenye game ya... safari yangu ya mziki nilianza kitambo kidogo, na mpaka sasa ngoma nilizoposti au nilizoziachia YouTube ni ngoma kama tano hivi, na mziki ninaofanya ni Bongo Flava. Yes. Sweet, hip -hop, nafanya rege nishoti ni bongo freva mziki wote wenye baadhi ya kibongo freva anafanyabon. Sawa, katika safari yako. yes. ya yeah, muziki wasanii gani ambao unawaangalia hasa ambao unaona kabisa hawa wanaweza kanisababisha mimi pia nikafika kwenye malengo? Tukiongelea wasanii inawakubali no, ni wengi kweli na no, nawakubali wasanii wote wanaofanya mziki wa bongo yeah, my brother, wanajitahidi wana mziki wetu unafika mbali kama unavyoona Diamond Platinumz ya fanya vizuri nje ndani, pia natuwakilisha kimataifa. Alikiba, Harmonize nishoti, wote nawakubali, nawakubali sana, wanafanya kazi nzuri. Mziki sasa hivi unapenya, unasikika kila engo ya yeah. Sawa, toka umeanza harakati za muziki mpaka sasa, safari yako unaionaje? Tunaokuwa tunaenda mbele au bado tunajitafuta sana? Ya mabadiliko yapo, japo ni, ni kwa kiasi kidogo sana, uwezi ukaelezea, lakini mabadiliko yako, yako ya ukianza hatua mpaka za za kufika kwenye midia, nafanya midia hatua, basi ndo maendeleo yenyewe, lakini still tunaishi kwenye muziki ya yeah, na maendeleo siku zote hujaga mdogo mdogo. Kwa hiyo safari inaamini ni ndefu, ila inshallah tutafika. Sawa, tumalizie tuizungumzie hii hapa ngoma yako mpya Mariana, unamzungumziaje au story imekaa vipi huko, tumalize dingili. Okay, Mariana ni wimbo wa kimapenzi, ni romantic song of course, na umo nimemzungumzia Mariana kama ni mtu ambaye nilikuwa na, alikuwa anajua kila kitu changu, anajua kuhusu mimi, lakini mwisho wa siku ametoweka bila mimi kujua. Kwao nimemzungumzia mpenzi ambaye sipo naye amenitoroka, sasa sijajua yuko wapi ya yeah, nimemzungumzia nime hivyo. Mariana ni wimbo fulani wa kimapenzi, lakini kutendwa wanasaa ngoma ndo hii hapa, Mariana. hapa inaitwa Mariana jamaa, mweza kumsikia hapa mshikaji, ambaye kwa sasa ndo anafanya vizuri kwenye game, ngoma yake ndo hii hapa inaitwa Mariana. Ameweza kumwimbia mtoto mzuri ambaye amemkimbia. La mwisho kabisa anamaliza hapa, mzee Wiz, tumalize then to sign out. Ya yeah, kwa majina anaitwa Wizzo Bad na chango mangu mpya inapatikana katika digital platform zote. Ukienda YouTube, ukiandika Wizzo Bad wimbo Mariana utaupata, naomba ulike ushare ukomenti, mi napokea kila aina ya maoni, kwa sababu najua maoni ndio yanatujenga ya na kupitia maoni yenu nitabadilika, nitajua kipi niongeze, kipi nipunguze, kipi mnataka, kipi hamtaki. Na kwa kumalizia kabisa, namba zangu za simu ni sifuri saba moja nane 39 83 33. Nipigie, nitumie meseji, niombe nyimbo, hata whatsapp za kutumia nakaribisha. Ushauri, maoni, asanteni sana. Naitwa Wizzo Bad. hivi ni kwa nini Yeah. Umeamua kwenda mbali, kwenda mbali, mi amor, bila wewe sijiwezi, siyawezi oh no no oh, wewe oh, no. na kupenda